kabisa. Niko vizuri. Ahmed Ally amethibitisha ya kwamba klabu ya Simba ni kweli ameandika barua kwenda bodi ya ligi kutaka kufahamu ni kanuni ipi ambayo imetumika uh, kuhamisha mchezo kutoka katika dimba la Mkapa mpaka New Amani Complex. kwanza hii mpaka kwanza hii taarifa umeshughulikiaje? Uh, unajua sisi siku zote huwa tunaingia kwenye, kwenye mitego ya Yanga, si unanielewa? yeah. Eh. Yanga wanapenda sana kuwatoa Simba mchezoni inapofikia kwenye dab. Sasa sisi kama simba tulipaswa wale wasiandikiwe barua walisifanye nini twende tuko Zanzibar, tukacheze nao kwa sababu nguvu ya kushindana nao inaonekana kama hatuna. Huwa mara nyingi tunapinga tunapinga, lakini mwisho wa siku timu inaenda, tunaenda kufanya nini? Tunaenda kucheza. Sasa hii inatutua mchezoni na inatoa wachezaji wetu mchezoni na inawatoa viongozi mchezoni, sio? Umeelewa? Sasa sijaelewa kuna kitu gani behind the scene sasa ndani ya uongozi wa Simba, kwa sababu Yanga wana mamlaka ya kuchagua uwanja wa kuchezea ya mechi yao yoyote Siku na mechi mbili anatakuwa achague uwanja. Sasa kama kaamua kuchagua mechi hii, wewe una mpangiaje sisi? Makosa wameyafanya wao, msemaji wao kutangaza kabla taarifa haijatoka bodi ya ligi. Lakini bodi ya ligi siipo, wao wangedili naye. Lakini sisi kama Simba tunapaswa kuandaa timu yetu kuelekea huko na kukutaka wao. Kwa sababu mechi yetu ipo. Ingekuwa imehamishwa mechi yetu hapo sawa. Lakini wame, mechi yao wao ndio wameitoa hapo wamepeleka wao Zanzibar wao ndo wana mwenye hasara kwa sababu wanakosa mapato. Uwanja Benjamin Mkapa leo unaingizwa watu 65000 mapato kuanzia milioni 400 kwenda juu. Wameenda Zanzibar kwenye watu 8000, 10000 mapato ni milioni 100 kushuka chini. Mwenye hasara ni nani? si mwanaelewa. Mtu mwenye timu bora ndio atakayeshinda mechi. Kikubwa ni maandalizi na kuwa na slogan yetu ya Simba nguvu moja, kukiandaa kikosi kuelekea kwenye dabi basi. Lakini mara azungumza ili azungumza ili, mwisho wa siku kama mechi ile iliyokwisha, wengine tupeleke, wengine tusipeleke, wengine tupeleke, mwisho wa siku timu inaenda haina maandalizi kwao. Mimi nadhani kikubwa tu focus kwenye maandalizi, msemaji wetu atutoe huko tuliko, achana nayo biashara, tuandae timu kuelekea kwenye hii mechi. Lakini maswala ya kwanza kuzungumza, mara sisi tunapinga, mara sisi barua, itusaidiki kitu chochote Uwanja wa Amani ni kuna pichi na uwanja wa nani wa Benjamin Mkapa kuna pichi, tofauti tu pale ni majukwaa, huko ataingia watu wangapi, huko wangapi, lakini kikubwa twende huko anakokutaka kwa sababu mechi ni kwao, wao ndio wenyeji, na wamefuata wafuate taratibu za kuiomba bodi ya ligi kwamba hii mechi ipelekwe Zanzibar. Waki bodi ya ligi kama itajibu na TFF, si tuko tayari kwenda? Si ni wasikilizaji tu, lakini tukianza kufocus katika kubishana bishana hii mechi Mwishoni tutajitoa mchezoni tutashindwa kuandaa timu afu mwisho wa siku atatukuta yale yale yaliotukuta tarehe 25. Sawa. Jibi, uh, una imani na mnyama Simba anakwenda kufuta uteja kwa na Young Africans? Timu bora hata, yaani wewe nenda kachukue Brazil ile afu ichezeshe na Tanzania, Tanzania ikae Kilimani, Brazil akae chini, yaani Brazil yao yanapandisha. Afu ni Vinicius Junior kama atakwenda kufunga <laughs> sio unaelewa? Tanzania tuwe chini, yaani hey. Brazili si tuwe juu, tuwe tunashusha hey. Brazili wawe chini, wanapandisha kilima hey. kufunga na alafu one Vinicius Junior kama hende kufunga na nema, si unaelewa hey. Yaani anayejua mwenye uwezo ni ana uwezo. Mi naamini timu yetu msimu huu iko bora, Simba miaka yote ni bora, si mnaelewa hey. Isipokuwa sisi tunaangushwa na haya mambo kama haya yanayoendelea sasa Simba kwa uongozi wao tulivyokuwa wa ajabu. Si unaona hivi, tumeandika barua mara sijui nini, unashangaa wana focus kwenye hayo mambo. Maandalizi ya timu yanakuwa mabovu. Yanga yeye anajiandaa kashari, Yanga anatuanzishia. Yaani Yanga, yaani Yanga sio, anatumia style gani tuseme, kama kicheche. Anakusagizia matako wale yenye mchele, wewe unadonoa donoa mwisho dono wa siku, kuku anabanwa na ndio. Simba anapofanywa na Yanga. Yanga akiona one week before kuelekea kwenye game ya dabi. Huwa kuna vitu kuna propaganda anazianzisha kwa watu wa Simba mchezoni. Sasa viongozi wetu huenda wanapenda ili litokee, tufungwa offline, sijaelewa mpaka sasa hivi. Ni propaganda za kitoto tu, kama hii kama ile, tunacheza hatuchezi. Mwisho wa siku wa tumekuja sisi hatuchezi kweli, tumekuja tumepeleka timu tumefungwa na ile wameshaanza mechi, imepelekwa wapi? Walivyoona wamefeli tu mechi ya kufuzu klabu bingwa, wameanzisha propaganda hii, akili yao imech watupoteze watufunge ili wawarudishe mashabiki wao mchezoni. Sasa viongozi wa Simba nao wanaingia humo, kwani wao wakiamua mechi yao waipeleke Zanzibar we yako mpaka uandike barua upinge, unapinga nini? Kikapigwe kwanza. Historical background inaonyesha Yanga hajawahi kuifunga Simba mwezi wa Ramadhani na Yanga hajawahi kupata matokeo Zanzibar, na Simba kapata nini mwezi wa, wa Ramadhani? Yanga kamfunga Simba mwaka gani? mechi zote anafungwa yeye, Yanga. Aki, a, yani amechomoka sale. Sasa kiongozi wa Simba anaogopa nini? si tutakwenda huku kama baadhi ya mashabiki pia tumezungumza nao, wana hofu katika uwanja ule wa Amani. Aina hofu kwenye mpira? Mimi nakwambia simba hatufungwi na Yanga kwa sababu yanga wana timu bora, au yanga uongozi wao unayajua mambo mengi kuhusu dabi? No, simba tunapigishana shoti wenyewe, na shoti ilikuwa inatokana na hii katiba, huyu Mangungwe, kwa sababu yeye anaifuatilia hii katiba hii ya uwekezaji iwe inyoke, iwafevo wanachama wake. Si umeelewa? Kuondoa ukomo wa wanachama, mwenyekiti wa bodi atoke asilimia hamsini na moja na wawekezaji wawe watatu. Hii katiba ndo inakuwaleta matatizo, ndio maana sisi tunapigishana shoti ili tufungwe kwenye dabi, ionekane Mangungu afai wa tumfukuze, wanachama wa Simba tukishamfukuza, haya mambo yatasimama, tutarudi kule kule, wanakuwa kutaka wao mwekezaji awe mmoja, wanachama wasisajiliwe tena wapya, mwenyekiti wa bodi aendelee kuwa anatoka upande wa asilimia arobaini na tisa ndio lengo lao ndiyo kilichosababisha Simba tufungwe na Yanga. Kama katiba imeshapita na hili lishapita, Yanga hatufungi tena. Alipungukiwa na imani, aniguse mimi, Yanga hatufungi game, otherwise, otherwise, waendelee kumpigisha shoti tisa, mwenyekiti aonekane hafai, ionekane hii katiba ndio tatizo, lakini Yanga hana uwezo wa kuifunga simba. Simba ana timu bora kuliko Yanga misimu yote i tisa si nane ya uwekezaji. Simba ana timu bora kuliko Yanga Nikupe vigezo mpaka sasa hivi. Yanga si tunaambiwa na timu bora? Yanga hajawahi kufikisha pointi tisa, uwona lifahamu hilo kwenye klabu bingwa. Yanga hajawahi kufikisha pointi tisa, yeah. kashafika kaishia nane. Misimu yote mitatu hii misimu tunaambwa yanga bora, robo fainali amefuzu marahii. Simba misimu nane kakosa marahizi ile alotolewa na Yudi Songo na hii ambayo ameshindwa kufuzu. Misimu ilobaki yote kaingia robo finali yote amefuzu. Na mpaka finali anafika. Simba kashafikisha mpaka point 13. Simba hii bovu tunaambiwa hii point tisa hii kwa haida kwake mpaka 10. Yanga mpaka leo hii unaambua bora hajafika point ngapi? Tisa. Anaishia nane. Na msimu alofuzu ule msimu alocheza na Mamelodi kuna alichoropoka tu ule bolosdad ndo Yanga akapita aka, aka, si umeelewa? Hiyo saini ya kwanza, Yanga hajawahi kufikisha pointi tisa kwenye klabu bingwa. Simba ameshafikisha mpaka pointi 13, akaongoza na kundi nani bora, umeelewa? Yanga robo fainali ameingia marai, Simba ashacheza robo fainali saba sita na fainali moja. Hii misimu tunaambiwa hapo yanga bora, si umeelewa? Yanga ana uwezo mpaka leo hii tunaambiwa bora, ana standard ya kumfunga timu namba moja namba mbili namba tatu mpaka namba nne. Yanga alishawahi kumfunga nani? We, cha pesa, yanga kamfunga nani sasa? Ubora yanga lautolea wapi bona cha pesa si Yanga huyo e? Nini mbona swali ujibu, kwanini Yanga anakosa standard? Maswali mawili niliwauliza watu wa Yanga, wakijibu haya watakuwa na uwezo wa kufuzu Kiraisi. Kwanini Yanga anashindwa kufikisha pointi tisa? Kwa nini Yanga hana uwezo wa kuzifunga timu namba moja namba mbili namba tatu mpaka namba nne kwenye ranking ya Kafu? Yaani poti namba moja, Yanga ukishampangia tu bwana, huyu ndio poti namba moja, Yanga sumu kwake hata point tatu Yanga angekuwa eh, na standard ya kumfunga timu namba moja mpaka namba nne National aa msimu ku, ku, wa mwaka jana aloshindwa kupata goli moja tu hapo na MCL Yanga angekuwa na uwezo wa kumfunga mtu wa poti namba moja. Yanga angeenda yeye na point kumi. Hata hii Yanga angekuwa na uwezo wa kuifunga timu namba moja, namba mbili, paka namba tatu, paka namba nne ina maana angemfunga Nesh na Yanga angekuwa na point 10 Si angeenda Standard hiyo wana Yanga anakuwaje bora sasa kuliko Simba Si umeelewa Yeye mmeshika kiwango Swala la kuto kufuzu ni kitu cha kawaida sana kwenye klabu bingu. Kwani waidadi leo yuko wapi? misimu mingapi ya kuingia mashindano ya kimataifa? TP Mazembe yuko wapi? Ndio Raja y Kasablanka yuko wapi? Yani hayo ni mapito, si umeelewa, eh? ni mapito tu, lakini Simba mapito tunayopitia tunapitishwa tupiti wenyewe na tumepitishwa kutokana na nini? kutokana na mwenyekiti wetu ana focus katika kuipigania ni nini katiba ya timu yetu. Sasa hawa ah, waliokuwa pembeni ambao wanapinga wahitaki katiba ndio wanampigisha shoti, sijui umenielewa? Wanampigisha nini shot, ili aferi atoke aache kuifuatilia hii katiba ambayo tuliopambana nayo sasa hivi. Na kwa sababu mashabiki wa Simba na, Simba na Yanga huwa tuna focus kwenye kuangalia matokeo. Umeelewa? Si tunaangalia matokeo tu, hatuangalii ya team, ili iweze kupata matokeo permanently. Si tunaangalia hapa tuangalii kule, siju umeelewa? Kwa hiyo si tunaangalia matokeo, na ndio maana na hata leo ukiangalia yanga kuna matatizo mengi makubwa, lakini hawayazungumzi. Umeelewa? Hawayazungumzi, wanatuangalia wao nini matokeo wanaoyapata si mwelelewa? Ndio, yeah, yeah. Maana leo unamwona Magoma anaonekana hayuko sahihi si ndio? Yeah. Kwa nini anaonekana hayuko sahihi? Kwa sababu wamesha, si wamesha feli. Yeah. klabu bingwa yeah. waje ya Simba bu kawapiga tayari, kila kitu kitafanya nini? Kitafumuka, yeah. na ndio maana mimi nasema kwamba Simba inawezekana tukaenda kutia petroli, sawa eh? tukaenda kutia petroli kwenye nini, kwenye moto unaofanya nini, unaowaka Zanzibar ndio maana tuwataka viongozi wetu wasitutoe mchezoni, waachane nayo maswala sisi, tuandae timu tufocus kwenye kuandaa timu kuliko kwanza kufocus kuanza kupinga hii mechi imepelekwaje Zanzibar. Ah buba, kuna kitu bwana. <laughs> <laughs> mchezaji kafunga magoli na <laughs> mchezaji kafunga magoli mawili na timu gani? timu gani? wamecheza nani? daraja ngapi? <laughs> We, Haula, haula amefunga. <laughs> amefunga magoli klabu bingwa na Petro Atletico na experience di Tunis. <laughs> watu wanafunga magoli humo, hey. Hey. Libe Segwe amefunga goli na experience sasa, yeah. Wee, leo ndugu yangu unazungumzia habari ya, <laughs> ya, ya Cosmopolitani. Hey. Wa moto. Ha, tutakuja, tutaona tu lakini kikubwa tuwachuangalia sisi Adepo ni mchezaji wa kawaida, ni mchezaji wa kawaida, ni mchezaji wa kawaida, ni mchezaji wa kawaida. Kwa sababu magoli angalau haina magoli aliyofunga. Kafunga goli moja tu la kichwa la kubatisha hivi basi. Goli lingine si la penalti. Mwenelewa? Magoli yanayotakiwa kama yale wanaofunga kina Haula wanaofunga kina nani? Libe Segwe. Tafuta watu wawili watatu, Kev. Eh, anzisha pale twende hapa, ingia ndani, piga. Ndio magoli tunayotaka sisi. Lakini ni namba tisa mzuri. Yeah. Namba tisa mzuri hata wasaidia kwa hizo Dodoma Jiji sui nani sui nani. Yeah. Lakini, okay. Yanga, muhimili wao, muhimili wa Yanga ni Pacome tu, bado atabaki hapa Pacome. Yeah. Na hata hao wachezaji wanaowategemea Yanga, alipa Pacome, Max Zingeli. Sio wachezaji wanaowategemea. Yeah. Lakini mpaka sasa hivi, Pacome, mpaka ana msimu wa pili, Pacome hajawahi kufunga goli kwenye klabu bingwa. Unalijua hilo? Hiyo statistics unayo? Na mimi tujibisti nne? Yeah. Pakome ana msimu wa pili, hajawahi kufunga goli klabu bingwa, si mwenaelewa? Max Zingeli ana mechi ya kumi na nane mpaka sasa hivi, hajawahi kufunga goli. Mechi kumi na nane, yaani ukichanganya mechi zote ligi kuu pamoja na klabu bingwa, hajafunga goli. Wana statistics mbovu mno, lakini hazizungumzi, kwa sababu waandishi wa habari, wachambuzi wa, wa, wa mpira wote eh, sijui wana nini na Yanga lakini Yango ameweka historia ngumu sana Pakome ameweka historia kubwa misimu miwili ya klabu bingwa, Pakome hajawahi kutumbukiza hata goli la offside. lakini mpaka leo hiyi anaimbwa Pakome ni bora <laughs> <laughs> vyuma vimeingia juzi, mtu ana mechi hizi mechi tatu ana goli mbili hawaimbwi, hilo haura mechi tatu goli mbili libe segwe Mechi tatu goli moja assist mbili hawaimbwi, anaimbwa Pacome ambaye misimu miwili, yani mechi kumi na mbili za klabu bingwa, ana goli ana assist moja. Mwana mziki huu nane wameanza kukaa na video sasa, wakiendelea hmm. Waki, kuzifuatilia zile namna ambavyo anavyocheza Libasege pamoja na, na, ana, libase na Aniseteura huko Jangwani, unaambiwa video zinafuatiliwa kweli kweli. Mabeki wanazifuatilia video za hawa majamaa. Pengine labda wameshagundua huenda kuna kitu kiko ndani ya hawa jamaa. Unajua shida kuna wachezaji wa kabiki. Wewe leo hata umsome vipi Messi? Cristiano Ronaldo hata umsome vipi? Eh, Lamine Yamal, Vinicius Junior hata uwasome vipi wa kabiki? Kuna wachezaji wa kabiki tunacha. Mchezaji anayepiga mguu wa kushoto anayetoka kulia, akabiki. Mchezaji anayepiga kulia anayetokea kushoto huwa akabiki. Kwanza hawatulii kwenye position hii, kushoto yupo, kulia yupo, katikati yupo, pembeni yupo, chini yupo, hawakabiki hawa wachezaji. Kwao wanajisumbua. Na unamkaba nani? Walizoea Simba, Mpanzu, unamkaba Mpanzu? Umemaliza timu. Sasa hivi kuna Chama, <laughs> kuna libese gwe, kuna nani, Innocent Aura, si ndio? Kuna Suleiman Mwalimu, si umeelewa? Haya, ukishuka hapa, kuna nani, Liemba, unamkaba nani kule mbele? Wote ni wa moto. Maanake timu iwe na mchezaji mmoja ndio unaweza kumkaba. Wote ni wa moto, unamkaba nani? Si umeelewa? mimi ninachoona kuna mtu at, at, at, at, at, atamaliza mechi, kuna beki mmoja atamaliza mechi, lazima atatoka kwa kadi nyekundu kwa Yanga Afrika. Atatoka na red card. atamaliza mechi, atatoka na, gas, na, na, na kadi nyekundu. Ile safu yote ya mbele ili, yeah. ya Simba. Yeah. Sasa ile safu ya mbele ongeza na mpanzo amke vizuri siku hiyo. Na hizi kelele anazopigiwa kwamba na mapenzi na Yanga anataka aonyeshe. Mm. Chama Klatu si amke vizuri. Eh, yeah. Bwana acha na siao. Ya, mazungumzo ya, ya, mengi ya na, na mpanzo kwa na mapenzi na Yanga Afrika. Sina mnakwenda kukutana nao vipi? Je, na Ah, ile kiuhalisia Ansi Rafaeli sasa hivi anatoka kwenye tasnia yake. Inaonekana kama uchambuzi ushamshinda sasa hivi. Sasa hivi anaendekeza uchawa. Sawa, kuna wachambuzi kama wawili watatu hivi. Walikuwa wachambuzi wazuri, sasa hivi wanatoka kwenye tasnia zao. Sasa hivi wanaingia kwenye masuala nini? Ya uchawi. Sasa hii itaharibu tasnia zao. Mfano unapomzungumzia mtu kama Adam Salamba, si kashapotea sasa hivi. Adam Salamba alikuwa mchambuzi mzuri sana alipokuwa kwa Azam. Sasa hivi kapotea, si ndiyo? Kwa sababu Dominic Salamba, kwa, kwa, kwa sababu ya mapenzi yake na Yanga na kutumika. Ukienda Hans Rafaeli naye vile vile alikuwa mchambuzi mzuri wakati wa Wasafi tangu ahamie Clowni anatumika sasa hivi na yeye eh, amepotea sasa hivi. Sasa hivi anazungumzia ushubwada. Kazungumza mengi sajili zilizopita zile za Yanga hivi mshawahi kumuuliza masifa aliyokuwa anampa, anamfananisha ule kuuma na chama eh, dombi alikuwa anamfananisha na, na Kratos Chota, chama wako wapi leo wa watu eh, ekuwa yuko wapi? Si alisema hawa wachezaji bora Yanga wamefanya sajili bora kuliko sajili yoyote kwa hiyo emb, wajaribu kukaa kwenye uhalisia wa mpira. wewe ukiwa mchambuzi, kaa kwenye uhalisia wa mpira si umeelewa? Kwa hiyo watoke huko waliko. Ukimwangalia yule nani, chuma cha Mjerumani aambukile, yaani ndo anaonyesha zaidi kabisa kwamba analipwa mshahara na yangu. <laughs> Yaani analipwa afadhali. Sisi tunaongea sisi ni mashabiki, na sometimes kwenye ukweli, mimi ukiniuliza swala la Okero, Pacome wa wa ni wachezaji wazuri, namkubali ni mchezaji mzuri Katoka na statistics nzuri kwao. Ligi inakuja kumshinda hapa mpaka sasa hivi hajafunga goli hata moja. Si umeelewa? Kwa kutokana na ugumu wa ligi ya Tanzania sasa. Na mashindano alokuja ya klabu bingu. Hajapata goli wala assist ya. Lakini sasa mtu kama Amba, nani yule nani Asi Rafaeli ukimzungumzia na ule mzoja nani nani chuma cha Mjerumani ambukile hata umwambie yule libe segue bora anakwambia ana lolote yule. Yaani Aula ana goli mbili na Pacome anakuambia Pacome ni bora kuliko Aula. Umenelewa, anakuambia paka akutane si na Yanga si na sasa huu mpira wa aina gani? Kwa hiyo wachambuzi wengi ndio wanaosababisha kwamba Yanga iendelee kupotea. Lakini wakizungumza uhalisia, injinia ni msikivu. Amekosa tu mtu wa kumfanini wa kumkosoa. Yaani anakosolewa na watu wa Simba. Lakini watu wa Yanga hawawezi kumkosoa injinia wala wachambuzi hawawezi kumkosoa injinia kwa sababu wanatumika.